Diwani wa Kata ya Kabarimu, Kulwa Ramadhani Ngata, akiongozana na wajumbe wa Kamati ya Maendeleo ya Kata amefanya ziara katika shule ya sekondari Bunda na Nyiendo zilizopo ndani ya kata hiyo kwa lengo la kukagua hali ya elimu na changamoto zinazozikabili shule hizo. Katika ziara hiyo, pamoja na mambo mengine, kamati ilijikita zaidi katika kufuatilia hali ya uandikishaji wa wanafunzi wa kidato cha kwanza kwa mwaka elfu mbili ishirini na sita utoro wa wanafunzi, pamoja na upatikanaji wa huduma ya chakula shuleni. Ikiwa ni katika juhudi za kusikiliza na kutafuta ufumbuzi wa baadhi ya changamoto zinazokabili shule hizo, Diwani Ngata ametoa ahadi ya shilingi milioni moja kwa ajili ya ununuzi wa fotokopi mashine sekondari ya Nyiendo na kueleza kuwa Mbunge wa Jimbo la Bunda Mjini, Mheshimiwa Ester Amos Bulaya kupitia Mfuko wa Jimbo ametoa shilingi milioni tatu kwa ajili ya kusaidia ujenzi wa jengo la maktaba katika shule ya sekondari Bunda hatu hatua inayolenga kuongeza fursa za wanafunzi kujisomea na kuboresha taaluma. Kuhusu suala la wanafunzi kuripoti shuleni, katika shule ya sekondari Bunda, makamu mkuu wa shule Milembe Malugu amesema kati ya wanafunzi 178 waliopangiwa kuanza kidato cha kwanza, wanafunzi 138 pekee ndio walioripoti hadi sasa, hali iliyoacha pengo la wanafunzi 40 ambapo hawajafika shuleni. Kwa upande wa shule ya sekondari Nyiendo, mkuu wa shule Neema Charles amesema shule ilipangiwa wanafunzi 230 wa kidato cha kwanza, lakini wanafunzi 183 pekee ndio walioripoti, huku wanafunzi 48 wakiwa bado hawajaripoti shuleni. Wanafunzi walioripoti mpaka sasa na ni 138 na wasichana 61, kwao jumla yao inakuwa ni 138. Sawa. Na kati ya wanafunzi 178 ambao tumepangiwa hapa 178. Ah, ambao litakiwa kuripoti hapa 78 kutoka shule tatu ambazo ni Chiringe, hmm, Chiringe B, Kabalimu A na St. Paul. Okay. s kiwalisia uripoti wa wanafunzi si mzuri sana kwa sababu tulipata wanafunzi 230 ambao walipangiwa hapa, lakini mpaka sasa wameripoti wanafunzi 183 na wanafunzi 48 hawajaripoti kabisa. Na wanapoendelea kuchelewa kuripoti, hii inatuia ngumu sisi kama walimu kuendeleza programu mbalimbali za kidato cha kwanza. Kwa wanavyozidi kuchelewa, kwa kweli inatuathiri sisi kwenye elimu. Naitwa Kulwa Ramadhani Ngata ni diwani wa kata ya Kabarimu na niko hapa mimi na kamati yangu leo ya ya kata yangu ya Kabarimu. Tumeambatana kwa ajili ya kuja kutembelea shule zetu za sekondari ambazo ni shule zinazowakisha kata yetu ya Kabarimu. Nimeanza na shule ya Bunda sekondari ambapo taa tumekutana kikao na walimu, tumefanikiwa pia kuzungumza na kupata ripoti ya wanafunzi wanaoripoti katika darasa la form one. Kwetu tunamshukuru Mungu, ripoti wake ni mzuri, tumejiridhisha kati ya watoto 178, bado watoto ambao hawajaripoti ni watoto arobaini na mbili. Kwao ni hatua nzuri ambayo inaendelea vizuri. Tumeopa elimu pia na washauri kwa ajili ya kuhakikisha wale watoto ambao hawajaripoti tumechukua majina yao sisi kama kata lakini pia nimewaelekeza wao viongozi wenzangu, e, mtendaji wa kata pamoja na wenyekiti wa serikali pamoja na wa, watendaji wa kata wa mitaa kuhakikisha kwamba ifikapo siku ya Jumatatu wahakikishe wale watoto wameshawatembea na kubaini kwa nini hawajafika shuleni kulipoti, wajue kama wanalipoti wapo au hawapo, wamehamishwa kwenda kwenye shule zingine, tupate uhakika wa majibu yao. Lakini pia tumekuja hapa Nyiendo sekondari na penyewe pia tumejiridhisha watoto 38 ambao bado hawajaripoti mpaka sasa. Na penyewe nimetoa maelekezo yale yale kwa kuhakikisha fikapo siku ya Jumatatu watoto pia wahakikishe kwamba wangapi hawajaripoti, au wapo au hawapo ambao hawajaripoti mpaka leo. Kwa ndugu, tuko kwenye hatua hii ya ufuatiliaji katika shule zangu za sekondari mbili hizi, Bunda sekondari na Nyiendo, tumepata uhakika kwamba watoto watasoma. Kwa hiyo ni mshukuru Mwenyezi Mungu. Pia nimetembea na eneo ambalo Mheshimiwa wa mbunguungu Ester Amos Bulaya kupitia mfuko wake wa Jimbo ametoa pesa yake kwenda kwa ajili ya kukamilisha lile eneo, nimeliona linafaa na linastahili liko sawa, kwa ajili ya bajeti iliyotolewa.